E Mungu nisaidie. What is your name? My name is Charity Gianna Peter Michael Petro. Ah, ah majina, nimesikia au? Hivi, kusema ongea polepole pole, wanasemaje? Pole, speak speak slow slow. Okay. Speak slow slow. A am I right? Eh? Yeah? Speak polepole. Kazi nayo. Eh, mama yake na huyo mtoto yuko wapi? Samani. Eh, anaitwa aje? Charity Jiana. Eh? Charity Jiana. Hilo la pili sasa sikulisikia kabisa. Kombe Jiana. Charity Jiana. Kwa hilo ndio jina baba huu? Hilo Jiana ndio jina la baba huu? Hapana, Charity Jiana, Peter Michael Petro. Haya, <coughs> asante.